Ems ukimpeleka mtu aliyovaa tai anatoka TRA akamwambie mtu alipe kodi. Anaona huyu mtu katoka ofisini. Hawa wamekuja hapa na watu ofisini anaweza simsikilize vizuri. Mm -hmm. Yaani elimu ni muhimu kwa kodi sababu siku nikilipa kodi ni kama nampa huyu aliyovaa tai yeye. Lakini ukimchukua mfanyabiashara wa TCCIA yeye, ukasema unashirikiana na TRA kumhamasisha mwenzake alipe kodi kodi. Mm -hmm. Unaniona mimi na kiofisi changu hichi cha saluni kunyonya lakini nalipa kodi mm. na mashine ya FD mbona kitu rahisi tu mm. na mashine ya la kodi labda iko bei nafuu, na watu, watu lia mtu mm. atahamasika kuliko kamletea mtu aliyovaa afisa wa TRA kumwambia mtu alipe kodi. Kwa hiyo tumewaambia TRA, anajua hapo anachukua hela kanunua tai nyingine, yeye ndiye akanunua tai nyingine. Kwa hiyo sisi tukasema tushirikiane katika eneo hilo mm. ili tuweze kupeleka elimu watu waweze kulipa, na ukipeleka elimu manake watu wataanza kulipa kodi maisha yataanza mm. kuwa yanakuwa ya improved na serikali itakusanya kodi mm. zitatumika katika kupeleka sekta nyingine za mm. miundombinu. Sasa hivi mmeona tuna SGR yeah. Ukitaka kufanya biashara, ukitaka kwenda Dodoma, mm. Morogoro, uh, mara moja mm. na, na, na unajua, ili biashara ziende mbele mm. uchumi ukue, lazima uimarishe kwenye miundombinu ya barabara, miundombinu mm. ya anga na vile vile kuhakikisha kwamba watu wanaweza kufanya biashara pointi moja kwenda pointi nyingine mm. kwa urahisi mm. kwa urahisi. Tulivyokwenda Omani, nimewambia wanatamani sana biashara ya matunda na nyama, lakini wakawa wametuambia, bwana, si changamoto yetu, ili upeleke labda nyama au matunda, kupeleka Oman inabidi upitie ruti ya Dubai mm. au upitie ruti ya kwenda Kenya mm. sasa, sisi kama sekta binafsi, serikali labda ingetoa ruhusa kwa nini amna mtu anaweza akanunua meli katoka direct ambayo inachukua zaidi ya masaa kadhaa kwenda Oman? Kwa nini amna hmm, mtu anaweza akachukua cargo, ndege ya cargo akachukua nyama na nini akapeleka Oman, tukazunguka kule eh? Inaletwa kwenye serikali iweke mazingira kwenye, kwenye, kwenye sekta binafsi, watu wawekeze kwenye logistic wakasema kuna ishu nyingine ya kutengeneza hizo facilities kwamba tulichukua nyama labda inaweza ikaoza, kuzitengenezea mm. hapa Tanzania tutengeneze majokofu mm. makubwa ya kisasa, wanafanya biashara ambao kwenye mikoa lese tulivoksema matunda Njombe au unairinga unaleta k kubwa pale labda iko pale Kao. Mm. Watu wanahifadhi na watu kutoka pale wanachukua wanasafirisha na uwezo wa kufanya hiyo, fursa hiyo ni fursa kubwa kabisa. Ndio. Sawa, mkurugenzi, kuna kitu nilikuwa nataka ni nikuulize ni, ni, ni hapo sijui, yes, kama utaratibu huo upo au haupo kuhusiana na ukuaji nazungumzia, wanasema wanasema growth eh, evaluation assessment ya wanachama wenu huwa mnaifanya n yani, kujua kwamba huyu ni mwanachama wetu sawa lakini anakuwa na kama hakui zipi ni sababu, evaluation huwa mnaifanya pengine, au utaratibu ukoje? Asante, ni, ni swali zuri sana. Uh, kwanza kabisa, kwenye evaluation, kwenye masuala ya biashara, evaluation ya kwanza lazima tukubali, ni mfanyabiashara mwenyewe mm. lakini kama nilivyokuambia, sisi kama chemba tunafanya evaluation ya ndani mm. Kulingana kwanza, tunaangalia tuna wanachama wangapi waliojirejista mwaka huu au waliopo kwenye data, database yetu hmm, tunasema labda ambao wako kwenye kilimo mia mbili. Sasa tutavyokuja next year mwaka unaofuata, tukiona wametoka kwenye mia mbili wamepungua, wamekuwa mia na themanini, tunaenda kuichukua sasa ya wale ishirini. Kwa nini wamepungua? Kwa hiyo ndo tutakutana na hizo sababu kuhitaji. Ah, mimi nilifungiwa biashara, mimi nilifungiwa akaunti yangu. Mwingine naweza kalalamika nilikuwa na, na kiwanda, tatizo ni umeme mingine bwana nikoda kiwanda lakini, sasa hivi miundo mbinu kufikisha kutoa bidhaa zake. Kwa zile evaluation tunazifanya, na ndio maana tunavyozipata sisi tunapeleka sasa kwenye hiyo think tank kuhakikisha kwamba bwana, tumekwenda kwenye changamoto na tumeona kuna wafanyabiashara wana changamoto za miundo mbinu, lakini kuna mwingine na changamoto ya mtaji umeporomoka, mwingine na changamoto kufungiwa akaunti yake. Kwa vitu kama hivyo tunaviangalia.